Kwa sababu nyiye sio Mungu hakutanizuia kufa. yeah, yeah. Kama unataka kuniua vile vile sema, I I was born once I will die once we live once. na mimi nimekataa kuwa mtumwa I know there is consequence your choice is not final so don't intimidate me. mimi nimekuwa mbunge, mimi sio kibaka. Nimekuja hapa, mimi nimezaliwa hapa, ningetaka kupita huku msingi niona nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika na tumetaarifu dunia kwamba mimi naenda kuzika. Nanizuia, mnachukua pasipoti yangu, unawaambia wanipige. Wanipige nini? Nimekosa nini? Kwa lipi? Kwa lipi? sema mnachotaka. Kwa lipi na Samia. Sijafanya kosa, stop intimidating me, sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie, tupingane. Kama vile vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM, lakini kuonea watu no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kunitreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo teni kwa nini? Mwandikie kwa sababu mmefika. Niambie. Why are you taking my passport? Mwandikie kwamba bana utakuchukua. Tell me. No. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mpe arudi nayo bila. Kwa nini unanishuhi? Mimi nataka mpe arudi bila yani. Wewe mpe arudi bila yani. Kwa nini? Shika hiyo. Shika hiyo.

Sonda, wewe bwana Sonda. Mimi ni kiongozi. Sina kosa. Kama kumpinga Samia kosa ni makosa, mseme niambiani kwa nini mnachukua pasipoti yangu? Full stop. Mimi naenda kuzika na na nimewambia naenda kuzika na rudi. Mimi ni kiongozi. There is a choice to keep quiet, you'll be safe uwe kwenye government, but there is a choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make and they make. Had a choice, najua consequences zake. kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui, kama nimekatwa kichwa no. Na nimekuja Kajuni, nimepitia taratibu kupita hapa kwenu. Huu mpaka wote ni poras, na mimi hapa ni kwetu. Mzee, mi kwetu ni hapo, kitakasenda hapo babangu abezik kwa hiyo nimesoma hapa nyamaharaga ni shule ya msingi hapo. I know this border. Yes, ningetaka kuvuka hapa yes. Wewe usingeniona Kajuni asingeniona nobody would see me. Ngeniona niko bondo <laughs> na msingenikamata na ningerudi na msinge nikamata. Sasa mimi sio muhalifu, ndio maana nimekuja, alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Uh, since yesterday, uh, yeah. Wana organize I knew it and they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. <laughs> <laughs>